Yes, kutokea Tanzania mpaka moja kwa moja kutua pale katika nchi ya Nigeria, moja kati ya sehemu ambazo tuzo za Headies zimeweza kufanyika pale. Niko na stori ya msanii Eh, Odumodu Brevik kutokea huko nchini Nigeria usiku wa kuamkia eh, show ya eh, Tuzo za The Headies ambazo zilikufanyika kule nchini Nigeria, ambako moja kati ya wa wasanii ambao wameshinda pia ni Jux ambaye alikuwa huko. Sasa, hafla hii ya ugawaji wa Tuzo za The eh, Headies huko Lagos, aligoma kuondoka jukwaani mara baada ya kuweza kuzimiwa mic na wahusika, wakati ambapo alipanda na watu wake wa eh, karibu kuweza kuchukua eh, tuzo yake. Sasa, mshikaji, wakati amepanda kwenye kuchukua tuzo yake, wahusika kaweza kumzimia mic. Sasa nini ambacho kilisababisha aweze ku kuzimiwa maiki? Muda mfupi baada ya kuanza kutoa shukrani zake, aliwataka watu wafahamu nguvu ya Mungu ya na Yesu Kristo, lakini baadhi ya watu walianza kupiga makelele, ndipo alipowaambia hataki mtu azungumze anapolitaja jina la Yesu. Baada ya hapo watu wa sound nao walizima maiki, lakini msanii huyo na wenzake waligoma kushuka, eh, kushuka jukwani hadi walipowashiwa tena maiki na jamaa akaendelea kuongea

hadi alipomaliza. E bana eh, Mungu ni mkubwa, Mungu ni wetu sote, jina lake lihimidiwe, kwa sababu ndiye ambaye anatufanya sisi tunapumua kama viumbe vyake, lakini pia binadamu wake ambao tuko hapa duniani. So kwa mtu ambaye anakuwa anazungumza neno la Mungu au anazungumza makuu ambayo yanatendwa na Mwenyezi Mungu, after then unamzimia mic kama kwenye show kama hivyo, inakuwa si poa. Naona binafsi kitu ambacho amekuwa alichokifanya ni kizuri, kwamba amezimiwa mic na yeye akabaki tu pale pale stejini, hakuweza kushuka chini, kwa sababu tushazoea mtu ukizimiwa Mike inabidi ushuke so alivyozungumza masuala mazima ya Mungu na Yesu Kristo watu wakapiga kelele bana vipi unazungumza nini unazungumza masuala ya Mungu tuko kwenye show eh unazungumza masuala ya Mungu tuko kwenye vitu ambavyo kwa sababu kwenye show kama hizo kuna kuna clubs lakini pia kutakuwa kuna mabia mapombe manini so unavyoleta issue ya Mungu inakuwa ni vitu ambavyo haviko sawa haviko sawa kwa baadhi ya mtu lakini yeye eh, akaamua kuliongea na mara baada ya kuweza kuzimiwa Mike hakuweza kushuka na alikaa pale mpaka alivyowashiwa tena Mike na alivyowashiwa akaendelea tena kuzungumza masuala mazima ya Mungu hadi alivyomaliza, then akachukua tuzo yake akaondoka. Mambo ni mengi kwako wewe mwana Sawa Sawa Digital, imekaaje hii? Ni bora kumtukuza Mungu au ni bora kuendelea kufanya vitu vingine ambavyo havistahili? Comment yako itakuwa muhimu sana kwa sababu tutaweza kupita nayo kwa muda na wakati ambao unakuwa, eh, unastahili YouTube channel yetu, lakini pia Instagram, Facebook na X tunako hapo kwa jina moja tu, kama tuko hapo kama, eh, Sawa Sawa Digital, utakuwa umetisha kinoma kino noma. Chao.